Na wakaazi wa Ombolion Pokot Kaskazini katika mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana sasa wanaishi kwa hofu baada ya mtu mmoja kufariki kwa kile kinacho kisiwa kuwa shambulio la wahalifu alipokuwa akichunga mifugo wake. Chifu wa eneo hilo ameitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuwasaidia kurejesha amani maeneo hayo, kwani wakaazi wanahofia maisha yao. kupitia chukua la usalama Mheshimiwa Waziri Murkomen aone pia vile anaweza kutupatia ulinzi thabiti kwa hii kijiji, sababu imekuwa mara kwa mara, imekuwa kwa hii mwezi tumepoteza watu wawili tatu ambaye ameambushiwa tu namna hii. Kuna hisi uchungu sana kwa kunipiga brada yangu mdogo kitambo baba yangu baba yangu alikufa. Sasa nikategemea yeye ndio alikuwa ananilipia school fees. Sasa hakuna mwenye tunategemea tena tangu ya walipiga yeye jana. Sasa hakuna mwenye mimi nategemea mwingine kulipia school fees. Kiangalia kama huyu kijana ameacha bibi wawili na kazi zaidi ya watoto kumi, nani atawaangalia? Tusilifumbie macho jambo hili katika jukwaa la amani ambalo huwa linafanyika na Mheshimiwa Murkomen, tungekuomba utembelee sehemu ya West Pokot. Ukuje utusaidie tupate amani pamoja na viongozi wote wa kutoka sehemu hii na sehemu ya Turukana.